primary school uh, kituo cha kupigia kura kwenye huwa ninapigia kura kwa miaka hii yote. Nimepiga kura yangu kama mwananchi, na natarajia matokeo iwe imetoka kama saa moja saa mbili hivi, kwa sababu ni station uh, moja katika hizi Chwele Kabuchai ward ambao wana station ishirini na moja peke yake na warai wananchi wajitokeze kwa wingi wapige kura, warudi nyumbani, akujee matokeo. Na vitengo vya usalama tunawasihi kuhakikisha ya kwamba kila mahali, sio tu hapa Chwele Kabuchai, katika Kenya mzima, kutoka Banisa, Baringo, Kasipul, Ugenya, uh, ba, Turkana tuko na huko uh, Kisii naro kila mahali kuhakikisha usalama uko wa kutosha, ili wananchi waweze kupiga kura, kwa sababu hii ni kura ambayo ni kama general election mini poll ya general election, kwa sababu iko across the country eh, tunataka kuona kwamba IBC yenye tumeweka juzi inaajibika vilivyo kusaidia wananchi wapige kura kwa haki, kwa usalama. Na warudi makwao wakingojea matokeo, asante sana.